TV Online, kama unavyoona wachezaji wa kikosi cha Wolayta Dicha kutoka Ethiopia ndio wamewasili nchini Tanzania katika uwanja huu wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ndio kama hivi unavyoona wamewasili sasa hivi, wanaenda kwenye mapumziko kwenye hoteli waliofikia, kujiandaa na mchezo wao wa Kombe la Shirikisho Afrika dhidi ya Yanga. Mtazamaji wa Global TV Online kama unavyoshuhudia, kikosi cha Wolayta Dicha kinaenda kupumzika kujiandaa na mchezo wao dhidi ya Yanga kombe la shirikisho Afrika, ambao utapigwa Aprili saba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 kwa shilingi mia moja tu kwa siku utapata dakika tano za kupiga simu za Vodacom na pointi tazokufanya kujishindia ticket za VIP jezi ya timu yako, kuangalia mazoezi ya timu yako, na pia nafasi na ya kuhudhuria hafla ya utoaji zawadi kwa wachezaji na marefu wa ligi kuu ya Vodacom. Ukijiunga kwa mara ya kwanza utapata huduma hii bure kwa siku tatu. Mteja wa Red utapata point mara tano zaidi, na mteja wa pinduapindua utapata point mara mbili zaidi. kujiunga piga nyota 149 nyota 84 alama reli really, na ufurahie ligi kuu kwa undani zaidi ukiwa na soka letu. My name is Hisham and I'm from Port Said, Egypt and I watch Global TV.